Naam, mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unafahamu kwamba hapa town mmoja kati ya vijana ambao wana change the game kwenye upande wa music pamoja na media industry, huyu hapa si mwingine ni eh, Majizo. So, Majizo tunamfahamu kama tycoon kwenye upande wa media eh, kwa sababu nafahamu kwamba ana EFM na pamoja na ETV lakini pia vile vile na TVE sorry, lakini pia vile vile ni kwamba Majizo bwana, ukiachana na redio ambavyo yuko navyo eh, huyu ni mtu ambaye huaga anajihusisha na mambo, alikuwa DJ bivu awali. So, kutokana na hiyo passion, ameamua kuzindua speaker zake ambazo zinafahamika kwa jina la Jizo Sound, na zimekuwa zikiuzwa vizuri sana na ziko very form vizuri actually. eh, eh, lakini pia vile vile kwenye upande wa mtaani jinsi ambavyo watu wamezipokea sasa. Hizo Jizo Sound ziko za aina tofauti tofauti, kuna vile vidogo, medium size, ya kati na kubwa, lakini sasa kuna hizi kubwa zaidi ambazo ni kwa ajili ya mikutano mikubwa kama miadhara na vitu vingine kama hivyo, na hizi tumeziona kwa mara ya kwanza baada ya Harmonize kuonekana akiwa yuko pamoja alongside na Mwamposa e, wakiwa wanazikagua. Kwa hiyo Mwamposa na Harmonize walikuwepo, na hii ni video ambayo Harmonize ameiposti katika insta stori yake ambayo pia imeibua mijadala kibao na page kibao zimeripoti kuhusiana na hilo e, baada ya kuonekana Konde akiwa yuko na mchungaji mm Mwamposa wakiwa wanazitesti hizo spika ambazo ni mpya na ni kubwa zaidi, lakini ni zile zile za Jiso ambazo hizi ni toleo jingine kabisa, so yeah. Yeah, so hiyo ilikuwa ni moment ambayo Mwamposa alikuwa na kaguiza spika na Harmonize ameposti katika ukurasa wake wa Instagram, kisha akaweka caption hapa ambayo inasomeka kwamba blessed day with mtumishi wa Mungu, Mtume Boniface Mwamposa, tumezishuhudia JISO big hizi ni maalum kwa ajili ya mikusanyiko yenye watu wengi eh, kiasi mtume wa Mungu amenidokeza kwamba ameweka oda ya hizi jizo bigi nyingi zaidi, na ana mpango wa kuzimwaga mtaani zikatangaze neno. Congrats bro, majizo, big step. So hicho ni kitu ambacho Harmonize ameposti katika kurasa wake wa Instagram. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.